Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ukraine, Andriy Sebiha, ametoa wito kwa wanaounga mkono kuchangia fedha ili kuongeza uzalishaji wa droni. Alisema kuwa sekta ya ulinzi ya Ukraine inahitaji fedha ili kufanikisha hilo, akiongeza kuwa kwa kusema wanaweza kutengeneza hadi droni milioni ishirini mwaka ujao ikiwa watapata ufadhili wa kutosha. Katika andiko lake la Jumapili kwenye ukurasa wake wa X amesema rais wa Urusi, Vladimir Putin, ataacha vita ikiwa masharti mawili yatatimizwa. Kwanza, vita vitaisha tu pale Urusi itakapoona kuwa kushinda haiwezekani, na pili, kubaini kuwa kuendelea kupigana kuna gharimu zaidi kuliko kukomesha. Ukraine imekuwa ikizalisha maelfu ya droni mbalimbali mbali. Kwa miezi kadha Urusi na Ukraini zote zinatumia droni kwa wingi katika mapambano yao. Hata hivyo hakuna upande wowote unaotoa takwimu kamili ya uzalishaji wake. Doha, mjumbe wa rais wa marekani Donald Trump kwa afrika Mosad Bolos amesema vita vya Sudan ni mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani na kuwa anatarajia kuona maendeleo ya kidiplomasia kuelekea amani. Akizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP mjini Doha alisema hasa kilichotokea El Fasher katika wiki mbili au tatu zilizopita, hali imekuwa mbaya sana, na sote wameona video hizo na wameona pia ripoti hizo, ukatili huo haukubaliki kabisa, na kumalizia kwamba hilo lazima likomeshwe haraka. Tangu kuzuka mapigano Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF kumetokea kifo vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kupoteza makazi kwa watu karibu milioni kumi na mbili wakiwa wanaishi pasipo na makazi hadi wakati huu. Berlin, waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbel amekuwa waziri wa kwanza katika baraza jipya kuzuru China leo hii akiwa chini ya shinikizo la kuonyesha kuwa serikali inadhibiti sera yake kuhusu China, huku pengo la biashara likitanuka zaidi na mtiririko wa usambazaji bidhaa ukitikisika. Maafisa wa Ujerumani wamesisitiza kuwa Klingbeil atajadili masuala makubwa ya biashara kama vile vikwazo vya China kwenye madini adimu. Chanzo cha wizara ya fedha kimesema msimamo umeafikiwa mapema na maafisa wa Umoja wa Ulaya wanakushughulikia sera ya kibiashara ya Ujerumani kama mwanachama wa umoja huo, zaidi ya miezi sita baada ya muungano unaoongozwa na uhafidhina kuingia madarakani Lars Klingebel Anailekea Beijing baada ya waziri wa mambo ya nchi za nje kufuta ziara yake mwezi uliyopita, wakati China ilipokataa mikutano mingi kwenye ajenda aliyopendekeza. Johannesburg, jamhuri ya kidemokrasia ya Congo imezima matumaini ya Nigeria ya kufuzu kombe la dunia la mwaka 2 baada ya kushinda kwa mikwajo eh, katika mchuano wa mchujo wa Afrika. Na huo msikilizaji, ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka DW. Mtu na Mazingira. Kilimo ni sekta muhimu katika ustawi wa taifa na jamii kwa ujumla, na ndicho kinachoajiri zaidi ya asilimia sabini ya Watanzania. Kilimo kimegawanyika katika makundi mbalimbali ikiwemo mbali, kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha mabondeni na kilimo kinachosubiri mvua. Baadhi ya maeneo ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini hapa nchini Tanzania yanategemea zaidi kilimo cha umwagiliaji, hususan katika maeneo ya ukanda wa juu kama Mbarali, Ihefu na Madibila ambapo wakulima wake kutegemea kilimo cha mpunga kuendesha maisha yao, jambo linalotoa tija kwa taifa. Lakini pamoja na umuhimu wa kilimo hicho, zipo baadhi ya changamoto zinazotokana na shughuli hiyo kutokana na wakulima kutokuwa na matumizi bora ya maji, jambo linalochangia upotevu wa maji mengi. Athari hizo zimekuwa zikionekana katika mto Roha Mkuu unaotegemea maji kutoka katika maeneo hayo ya wakulima na kuufanya mto huo kukauka na kusababisha adha kubwa kwa wanyama uzalishaji wa umeme na utalii katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Ikitokea kwamba mto umekauka kwa muda mrefu sana, viboko wanakufa wana kutokana na magonjwa kama kimeta, na wakati mwingine hata hali ya ubora wa hayo maji inapungua. Makala hii ya mto na mazingira inaangazia juhudi zinazofanywa na, na serikali ya Tanzania katika kutunza mazingira yanayozunguka maeneo yanapopita mto Ruaha Mkuu. Mimi ni Salma Mkalibala, karibu. Mto Ruaha Mkuu umekatiza katikati ya hifadhi ya taifa ya Ruaha ambayo ipo nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mto Ruaha Mkuu unaanzia katika maeneo ya Usangu, mkoa wa Mbeya. Chanzo so hiki kinajulikana kama bonde la Usangu, ambalo ni moja ya maeneo muhimu ya kiikolojia hapa nchini, kutoka katika milima ya Usangu, Mbeya, maeneo ya Iringa, Njombe hadi kufikia mto Rufiji ambapo unaungana karibu na hifadhi ya taifa ya Nyerere Seluu. Chanzo cha kwanza cha mto huu ni mvua zinazonyesha katika milima ya Uporoto na Kipengere ambayo huunda mito midogo midogo kama mto Kimani, Mbarali na Chimala, kama anavyoeleza mhifadhi kitengo cha ekolojia katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, Dokta Halima Kiwango. Kuna mito mingi na chemchemu na vyanzo vingi vya maji ambavyo vyote vinaungana vinakuja kuingia katika bonde la Usangu, ambalo liko kama bakuli. Ikishaingia pale, maji yanakusanywa, yanaanza kutiririka katika mto Ruaha Mkuu katika sehemu inaitwa Gyama ambayo iko ndani ya hifadhi, na mto huu unatiririka, unaenda kuungana na mto Ruaha Mdogo na unaendelea, unaungana na Kilombero na hatimaye kuungana na mto Rufiji ambao unamwaga maji yake katika bahari ya Hindi. Kadhalika, mto Ruaha mkuu unapeleka maji katika mabwawa makubwa ya kuzalisha umeme kama Kidatu na Julius Nyerere lakini mara kwa mara imeshuhudiwa kutokea kwa changamoto ya mto huo kukauka ama kukosa mtiririko wake wa asili wa maji kwa misimu yote ya mwaka kutokana na shughuli za binadamu zinazofanywa na wakazi wanaozunguka mto huo zikiwemo, ambazo baadhi huwa chanzo cha uharibifu wa mazingira kama ukataji miti, uchomaji moto, kilimo, uchepushaji wa maji pamoja na ufugaji. Zaidi anaelezea mhifadhi mkuu Izumbe Msindai na Halima kiwango, kilimo wanachofanya sio kilimo endelevu, wanatumia maji lakini baadaye wanaacha maji yanasambaa mbugani, badala baadae ya kurudisha maji kwenye mkondo, ili yaweze kuendelea kutiliza mto wao. sasa maeneo haya yote yanachukua maji mengi sana, kwa hiyo maji yanayokuja, kuna yale yanayoingia mto huu, yanakuwa ni kidogo na hayawezi kutiririka. Mto huu unaweza ukakauka kwa takriban miezi mitatu minne mpaka mitano kwa mwaka, hasa mwaka ambao unakuwa ni wa mvua chache na ulianza kukauka rasmi mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu na inasemekana chanzo kikubwa cha matatizo yote katika huo mto umetokana na shughuli za umwagiliaji shughuli za kilimo katika bonde la Usangu kukauka kwa mto Ruaha Mkuu kumekuwa kukiathiri shughuli za uzalishaji wa umeme wanyama na mwenendo wao shughuli za utalii na uendelevu wa hifadhi maji yanapokauka yanabaki madimbwi ambapo viboko mamba wanalazimika kukusanyika kwenye hayo madimbwi na wakati mwingine hata hali ya ubora wa hayo maji inapungua, oksijeni inapungua, kutokana na ule mlundikano wa wanyama na vinyesi vyao. Kwa hiyo ubora wa maji unakuwa umeshuka na kuathiri viumbe wengine kama samaki. Pia madhara mengine, ikitokea kwamba mto umekauka kwa muda mrefu sana, viboko wanakufa, wana kutokana na magonjwa kama kimeta. Athari hizo haziishi hapo tu, kwani nao wananchi wanaoishi na kufanya shughuli za kilimo katika vijiji vya pembezoni mwa mto huo wamekuwa wakiathiriwa kwa wanyama kuvamia mashamba yao, kuharibu na kula mazao wanayolima, kama nyanya, migomba, miwa, matikiti na mazao mengine. Wasikilize wananchi hao wanavyoelezea. Nimepanda mazao yangu pale, najitahidi kuyalinda, lakini wanapokuja wao, wakaingia kwenye shamba langu, wanakula wanavuruga vuruga, maana kuna kuna vitu ambavyo vinakuwa viko tayari, kuna vitu ambavyo vinakuwa bado havijakomaa. Ushauri wangu so, Shirika la Tanamu ambalo linahusika na kudhibiti hawa wanyamapori na na kutunza hizi hifadhi zetu, wao bega kwa bega na wakulima, ili kuwa kuona ni namna gani miundombinu inarekebishwa. Mimi naamini mto Ruaha usilikuwa unakauka kwa kiasi kikubwa. Katika kukabiliana na changamoto ya kukauka kwa mto Ruaha mkuu, serikali ya Tanzania imeendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha mto huo unaendelea kupata maji kwa kutoa elimu bora ya matumizi ya maji kwa wakulima lakini pia kuihamasisha jamii kuacha shughuli za kilimo karibu na vyanzo vya maji na shughuli zote zenye madhara kwa mto. Rehema Kaitila, kaimu mkuu wa hifadhi ya taifa ya Ruaha, anafafanua kwa kina juhudi hizo. Kwa mfano, uh, mwaka jana mto Ruaha ulikauka kwa takribani miezi miwili, siku 71, hivi, lakini mwaka huu ni siku 27 tu. Kwa tunaona kuna kazi kubwa ambayo inafanyika na matokeo tunaona, lakini kwa kazi kubwa ambayo imefanyika ya kurudisha mito kwenye mikondo yake, kuhifadhi bonde la Usangu, kurejesha uoto wa asili, tunaona mtiririko wa maji kwenye Mto Ruaha umeanza kuboreshwa. Kwa hiyo hayo pia ni matokeo ambayo sisi tunayaona na tunajisikia fahari kwamba mradi umeboresha mali asili kama ambavyo dhima yake iko Aidha, kupitia sheria ya maji ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili serikali imewataka wakulima kuacha mara moja kulima na kuchepusha maji ya mto Ruaha Mkuu kinyume na taratibu, huku wakulima hao wakitakiwa kuondoka haraka kwenye maeneo hayo. Kuna watu ambao wanazuia maji ya mto, wanapeleka kwenye mashamba yao kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo ofisi za bonde la Rufiji wanajitahidi kwenda kufukua, kutoa mabanio ambayo yanawekwa huko na wale wanaochepusha maji lakini pia tuna mradi wa mradi mkubwa wa World Bank ambao watakuja kusaidia pia kuboresha miundombinu ya kilimo kule Usangu, ili wakulima waweze kulima kilimo kitakachoruhusu kurudisha maji mtoni wakati wa kiangazi. Lakini pia kwa sababu wanyama wanaendelea kuteseka, tutachimba mabwawa zaidi ili wanyama wasikose maji kabisa. Na wananchi wanaoishi katika vijiji vinavyozunguka mto Ruaha Mkuu kupitia vikundi vyao vya kijamii wanawezeshwa kifedha kwa ajili ya kuanzisha miradi ya kiuchumi pamoja na ufadhili wa masomo kwa watoto wao, ili waachane na utegemezi wa mto huo na washiriki kikamilifu kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha mto huo unapata maji ya kutosha. Tumewezeshwa kupitia fedha mbegu, na fedha za miradi jamii, na imepata manufaa. Kwa hiyo hali ya ujangili kwenda msituni kule imepungua. Nimefaidika kwanza kwenda kwenye mafunzo, tumefundishwa jinsi ya ujasiriamali na jinsi ya kuhifadhi mazingira. Hapo hapo nimenufaika na mwanangu naye ameenda kwenye kusomea na ni VDS hata hivi ni, ni askari wa VDS, kwa hiyo nimenufaika vilevile. Licha ya baadhi ya wananchi hao kubadili aina ya shughuli zao za kiuchumi, wapo ambao wameendelea kufanya shughuli zenye athari kwa mto huo kwa siri, na wanapobainika kuchukuliwa hatua. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza makala ya Mtu na Mazingira ambayo leo ilikuwa inatupia jicho juhudi zinazofanywa na serikali ya Tanzania katika kutunza mazingira yanayozunguka maeneo unapopita mto Roha Mkuu. Kwa niaba ya wote waliosikika kwenye makala hii, mimi ni Salma Mkalibala, hadi wakati mwingine, kwa heri. DW Vijana tugutuke. Karibu msikilizaji wa dochivele katika makala yetu haya ya vijana tugutuke. Leo tunajadili kuhusu hali iliyojitokeza nchini Tanzania na ushiriki wa vijana katika kuleta sura mbadala. Uchaguzi ulifanyika Oktoba 29, uchaguzi ambao uliisha kwa kuibuka kwa vurugu, maandamano, machafuko na hata vifo baadhi ya waangalizi na hata wananchi wanataja kwamba uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa na ushiriki mdogo sana wa watu waliojitokeza katika vituo vya kupiga kura, na tume huru ya taifa ya uchaguzi yenyewe ilitoa taarifa kwamba idadi ya wapiga kura waliojitokeza nchini Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano walikuwa takribani milioni thelathini na moja. Je, machafuko yaliyojitokeza yameacha funzo gani kwa vijana? Na mwisho tutaangalia ni nini kifanyike. nilionao watajitambulisha majina yao Karibu kwa majina naitwa Paulina Desideli, ni mwanachama wa Chauma. Mimi naitwa Uzia Mbatuka, ni msanii wa filamu hapa Kasulu na ni mwenyeji wa hapa hapa, lakini pia ni mwanachama wa CCM na ni katibu mwenezi wa tawi la Kwizela. Kwa jina naitwa Eliakimu Zakayo Kechegwa, ni mwenyekiti jimbo la Kasulu Mjini kupitia Chauma. Naitwa Limundi Sanzige, ni mwenyekiti wa vijana kupitia chama cha wananchi Kafu. Nam msikilizaji, hao ndio ambao leo tutajadiliana nao kuhusiana na mada ya kilichotokea katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, nami Prosper kuigiza mwongozaji wa majadara wetu. Nianze na bwana Eliakim Zakayo. Kwa upande wako, funzo gani wewe umechukua uh? sema kweli, kwa yaliyojitokeza hapa Tanzania kuna mambo machache nimejifunza. Orodha iliyoandikishwa siyo orodha iliyojitokeza kwenye kupiga kula, na wala siyo orodha niliyoikuta kwenye hati ile hati ya matokeo ambayo kila kituo unatoka nayo, kwa sababu na kuhusu machafuko kwa... kuhusu machafuko, kusema kweli, funzo ambalo unaweza nikajifunza kuna wakati jambo lolote likitokea, sina budi kukaa ndani, kwa sababu unapogombana na mtu ambaye ameshika mpini we utaumia, kwa sababu ndugu zetu wamepotea, ndugu zetu wame, wamepoteza maisha yao kwa sababu ya maandamano kwa kudai haki zao. Asante kwa utangulizi eh. Eliakimu anasema ukigombana na alishika mpini bila shaka vidole si haki yako. nije kwake uzia mbatuka kwa upande uh, mba wako. Mimi kwa kweli kilichotokea katika uchaguzi wa Oktoba 29 nimebaki nafunzo kwamba vijana tusiwe na mihemko au tusi tusiwe na tabia za kuiga, yani unapoona kitu mtandaoni labda mtu anahamasisha kitu fulani jaribu kufikiria kwanza. Unapodai haki yako usidai kwa kumwaga damu natakiwa ukadai haki yako kwa hoja. Kwa kweli, funzo langu ni hilo kwa vijana, kwamba tusifate mikumbo. Ni Fauzia kutoka Chama cha Mapinduzi, Chama cha Wananchi CUF. Bwana Raymond, kwanza nikizungumzia uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa, ni kwamba nitakuwa ni mchoyo eh, ambapo hata kama likitokea baya, ila kwenye mazuri tuweze kuyazungumzia hmm. Nitaweza kuisifia Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ilijitahidi kuzarisha E, maeneo mengi ya kupigia kura imini vituo vingi kutoka na vituo ambavyo vilikuwepo nyuma. Ile ilikuwa ni moja, kwamba walikuwa wamejipanga kwa ajili mahususi kabisa ili waweze, e, kuepukana na mlundikano wa watu kuwepo katika kituo, lakini pia e, jambo ambalo limeweza kuleta a, fujo ni kwamba e, mara nyingi sisi vijana naona ni kwamba ni uzembe wetu, kwa sababu vijana wa sasa sio wengi ambao wanaweza kwenda kusikiliza majukwaa kusikiliza TV eh, lakini pia hawafuatilii taarifa mbalimbali, kwa sababu katika uchaguzi huu walikuwepo vijana ambao wameweza kuchukua kugombea nafasi mbalimbali. Kwa hiyo watu ambao walikuwa kama vijana ambao pengine ndio walioanzisha maandamano hayo walikuwa na nafasi ya kuweza kush, kusikiliza sera mbalimbali za vyama ambapo naamini kupitia vyama ambavyo vimeweza kushiriki, vyama kumi na saba na zaidi nafikiri, ambavyo vimeshiriki, huenda pengine wangeweza kufanya matokeo, japokuwa kwamba kuna mambo mengine ambayo walifanyika ambayo sitofahamu, ila nafasi ilikuwepo bado katika vijana. Labda tumsikilize Paulina Desdeli. Kwa upande wako, mimi uchaguzi wa mwaka huu kuna kitu nimejifunza, na ndani ya kujifunza ni pale tu ambapo wakati tumesimamia vile vituo vilikuwa na idadi ya watu wanaotakiwa kuja kupiga kura na nilijitahidi kuzungukia vituo vyote baada ya, ma, ya kumaliza uchaguzi nikakuta kwamba waliopiga kula ni watu hawaku, yani mia nne hamsini wanapiga watu thelathini na saba thelathini na tisa wakienda sana arobaini, kati ya vituo vinne ambavyo mimi nilizungukia ambavyo vilikuwepo kweli. Tume iliandaa vituo vya kutosha, watu wasiwe na msongamano sana, na hiyo walifanya vizuri, lakini pia baada ya hapo tukapewa yale matokeo kwamba waliopiga kula ni watu hawa na aliyeshinda ni huyu, kwa zile kula ndogo ambazo watu thelathini na saba. Ina maana waliopiga kula hawakuwa wengi, na bila shaka kuna kitu walikiona ambacho wao, ilitakiwa serikali au tume kwa ujumla kukiangalia, kesho kisije kikatokea tena. Asante sana, nini kifanyike au vijana wanapaswa kufanya nini ili sauti zao zisikike? Nianze na bwana Eliakimu Zakayo. Mimi nahisi kitu ambacho inatakiwa kifanyike ili haki za vijana zisikike na zifanye kazi, ningeomba walioko madarakani wenye mamlaka wapate muda wa kukaa na vijana, wapate muda wa kutusikiliza vijana, kwa sababu asili ya mwanadamu huwa ana jambo ambalo linakuwa linamsumbua kichwani anapokuwa ametengwa mbali na vyombo vya kisheria, huwa kuna wakati anajihisi kama amesahaulika kwenye jamii au kwenye taifa lake. Atakapokuwa akisikika na hoja zake zikafanyiwa kazi, nadhani tutapunguza machafuko, tutapunguza kero za vijana na amani kwenye taifa letu itapatikana kama ilivyo tangu zamani. Wewe unasema serikali itoe nafasi ya kuwasikiliza vijana, na je, vijana wenyewe wafanye nini? Fauzia, kwa upande wako, vijana wenyewe? Mimi sipo mbali na Bwana Eliakimu vijana wanatakiwa kuandaa hoja za msingi lakini pia wanaweza wakaandaa hoja za msingi wasisikilizwe. Kwa hiyo niko pale pale kwamba wenye mamlaka au serikali itenge muda wa kuwasikiliza vijana wanachotaka. Paulina, kwa upande wako. Mimi kwa upande wangu, kwa sababu uchaguzi ni kwamba ni wa huru na haki, haki tu itendeke. Uchaguzi pale ambapo mimi nilikuwa wakala walikuwa watu mia nne na hamsini waliopiga kura watu thelathini na saba, baadaye matokeo yanayotangazwa yanakuwa tofauti kwa kuwa kuna kitu ambacho walihamasisha wakati mwingine kwa hawa. Kwa hiyo mimi nitoe tu ombi langu, ni kwamba kwa sababu Tanzania ni kwamba uchaguzi wao wa huru na haki, hiyo haki itendeke. Mwananchi au raia au kijana mchague yule anayemtaka, msikilizaji. Na hapo ndio mwisho wa makala yetu ya vijana tugutuke. Ulikuwa nami Prospa Kuigiza, mwongozaji wa majadara wetu, na bila shaka, kijana kokote uliko, unaesikiza Deutsche Welle utakuwa umejifunza kitu cha kufanya, na wewe unatafakari kilichotokea Oktoba 29 kimeacha funzo gani kwako? Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.

Hujambo msikilizaji wa DW, karibu katika toleo fupi la jukwaa lako la manufaa mimi ni Najat Omar, nikukaribishe katika kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na hata kutusikiliza katika jukwaa hili. Jukwaa la manufaa leo linaanza kumpatia nafasi Masumbuko Elias kutoka Seleala, Bariadi, Simiyu, Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri yanayovuma kwa kishindo kote. Hakika nawapa kongole kubwa. Asante sana kwa ujumbe huu Masumbuko. Nasi tunasema asante kwa kuwa mwanafamilia wetu. Zamu sasa ni ya Bakari Katunzi, Wanamanga, Arusha, anasema nalipanda jukwaa la manufaa. Kero yangu kubwa ni kwa wizara ya mambo ya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaomba tulegezewe kamba wananchi, yaani sasa karandinga ikipita mtaani kwako tunajaa hofu woga, tofauti na hapo zamani. Watu wanaogopa kutunguliwa. Tunaomba wizara iweke mambo sawa tuendelee na amani yetu. Kama siku zote, Bakari Katunzi, ujumbe wako umefika. Tajiri Longututi, sija kusahau na kupandisha jukwani. Kutoka nchini Kenya nasema pole zangu nyingi ziende kwa ndugu zangu wa Tanzania kwa yote aliyotokea. Tunaomba Mungu awape matumaini ya amani na utulivu kurejea haraka na watakia majukumu mema. Tajiri ujumbe wako umefika. Mwanajukwaa mwenzetu anaungana nasi pia kwa njia ya simu akitoa maoni yake. Karibu. Napanda jukwaa kwa kukero na, na kile ambacho kilitokea wakati ya wa uchaguzi, watu walikufa sana kama nzige, na nikitendo cha kurani sio cha kupuuzia, kwa kuwa watu walifariki dunia, raia wasiokuwa na hatia na imetoa wito kwa jeshi la polisi kuangalia hilo chanzo ni nini na ni nani alifanya mauaji. Nashuka jukwaani wa kuwataka wanajeshi wa Tanzania kuangalia wale watu walio wapi ni kina nani na walitokea wapi, maana inasemekana kwamba walikuwa ni Waganda. Je, walikujaje Tanzania? Kwa hiyo niseme serikali iwe makini, kwa hiyo maana inaonekana kwamba jeshi hatuna jeshi Tanzania na nashukuru sana kwa jukwaa la manufaa. Mungu awabariki studio na tuko pamoja. Baada ya kuungana na mwanajukwaa mwenzetu kwa njia ya simu, sasa nimpatie nafasi Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania, anasema nalipa jukwaa la manufaa kuongea na vyombo vya ulinzi vya nchini kwetu. Kumekuwa na kamata kamata ya viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, na raia wa kawaida kuhusu maandamano ya siku ya uchaguzi. Niwaambie viongozi hao tu hilo haliwezi kutatua tatizo, bali kuchochea hasira zaidi kwa umma. Nalishuka jukwaa kwa sasa nikiwaasa viongozi hao kwamba wajitafakari jinsi ya kuleta maridhiano na sio kutumia njia wanayochukua kwa sasa. Ujumbe wako Regan utakuwa umefika mwanajukwaa mwenzangu popote pale ulipo, asante sana kwa kuungana nasi katika ujumbe simu na hata kutusikiliza. Mimi ni mwanajukwaa mwenzako ninaitwa Nachetoma, asante kwa kuungana nasi. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na na kumalizika saa 12 na na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satelaiti Badri 8, Eutelsat 8wb, Hotbird 13g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.